Rais wa Marekani Donald Trump anataka kuigeuza Venezuela kuwa koloni la Marekani, mwanasheria mkuu wa Venezuela alikuwa ameiambia BBC. Taleki William Saab alisema siku ya Jumapili kwamba wito wa mabadiliko ya utawala nchini Venezuela ni mbinu ya kutaka kunyakua mali asili za nchi yake, ikiwa ni pamoja na akiba ya dhahabu, mafuta na hata shaba. Mshirika huyo wa karibu wa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, Saab anasema hakuna shaka Marekani inajaribu kuipindua serikali ya Venezuela, akiongeza kuwa ni jaribio la hivi punde katika msururu mrefu wa majaribio kama hayo ambayo yamefeli. Marekani ni miongoni mwa mataifa ambayo hayamtambui Maduro kama kiongozi halali wa Venezuela baada ya uchaguzi uliopita wa mwaka elfu mbili na ishirini na nne kukosolewa na watu wengi kuwa haukuwa huru na wa haki. Trump pia amerudia mara kwa mara uwezekano wa kile anachokiita operesheni za ardhini nchini Venezuela na alisema wiki iliyopita kwamba Marekani inaangalia uwezekano wa operesheni za ardhini baada ya kupata udhibiti wa eneo la bahari. Takribani watu arobaini na tatu wameuawa katika mashambulizi dhidi ya boti zinazodaiwa kuwa za dawa za kulevya katika pwani ya Amerika ya Kusini, baada ya utawala wa Trump kuanzisha mashambulizi mapema Septemba kama sehemu ya vita vinavyodaiwa kuwalenga walanguzi wa dawa za kulevya. Wabunge wa Kongresi nchini Marekani kutoka upande wa pili za vyama vya wa siasa wameibuka wameibua wasiwasi juu ya uhalali wa mashambulizi hayo na mamlaka ya rais kutoa amri yafanyike. Senator wa chama cha Republican Lance Graham aliwaambia waandishi wa habari Jumapili kwamba mashambulizi ya Ardin ni jambo linaloweza lina kutokea, na Trump aliwaambia kuwa anapanga kuwafahamisha wabunge wa Kongresi kuhusu operesheni za baadaye za kijeshi atakaporejea kutokea Asia. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa kuvamia kwa ardhini ya Venezuela, Sab alikuwa ameambia vyombo vya habari akisema haipaswi kutokea, lakini tumejitayarisha, akiongeza kuwa Venezuela bado iko tayari kuanza tena mazungumzo na Marekani licha mashambulizi ya haramu dhidi ya ulanguzi wa dawa za kulevya. katika kipindi cha miezi miwili iliyopita Marekani imekuwa ikiendelea kujenga kikosi cha meli za kivita, ndege za kivita, wanajeshi wa majini, ndege za kijasusi na ndege zisizo na rubani katika visiwa vya Caribbean kama sehemu ya kukabiliana na ulanguzi wa dawa za kulevya na magaidi wa mihadarati.